Unatazama Uvira News TV. Asante. Naitwa Kefa Karago Placide, niko msemaji wa baraza kuu la vijana la jiji la Uvira na leo ni siku ya posho tariki 21 mwezi wa sita mwaka 2025, tuko hapa kwenye sale ya sport ambayo inaitwa sale ya jimnastiki ya vijana wa Uvira. Tulikuja kufanya vizite na wapasha habari hii sale kadri ya kuwaonesha uh, nini inaendelea kusali na kuambia watu kama sale inakuwa tayari. Sasa sale inakuwa wazi, inafunguliwa rasmi na wanaweza kuja sasa kufanya mazoezi kadri ya kujenga mwili. Ukipenda kufanya sporo kusiku, unakaribishwa ni kulipa mil sang sanfra unafanya sporo. Na ukipenda kujiabone, tuko na abonema ya semaine yaani ya wiki na tuko na abonema ya mwezi. abonema ya semaine ni 10000 fr. Ukipana 10000 fr utakuwa unakuya tu unafanya sporo bila tatizo. ilaaizo na ukipana kama ni 10 dolar yako mtu umoya unafanya sporo mwezi mzima. Ndio vile mambo yangu, raia ya Uvira, ni kukamata sporo kama ni kitu kia maana. Sporo sio tu lwazir wala sio tu vitu vya kufurahisha me, ni kitu kia maana kumwili. Kufanya sporo unajenga mwili, na sali hapa iko Uver na iko wazi, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya Mungu si zero, yaani saa kumi na mbili asubuhi tunafungula sali, saa nne tunafunga Saa kenda ya magharibi tunafungula saa moja na nusu tunafunga kila siku ni ndio siku e, tunaita watu wakuje, kama ni wajuere wakuye kusale kama ni ekipe ya sport, kama ni association, kama ni entreprise, kama ni bakie ku sport, ili bajenge mwili asante. kwa majina anaitwa Singa Saddam Omar jina maarufu ni wa macheo Jidorange kusale ya sporo ya jenese ya vile ya Uvira ambayo inasimamiwa na president Issa Mustafa le karsial, na mini gerant wa sale ya sporo ya jenese ya vile ya Uvira, na tuko na kocha hapa wa sale ya sporo njo kocha titilele. Karibu mashukuru mm sana. Jambo tena na wakaaji ya Uvira, mashukuru sana kutunga mkono paka patu nafikia, na mini kocha Emmanuel Kazuba Rioman